Kipi kipya hasa tukitarajie katika bajeti hii? Kuna mambo mawili ni mapya kabisa, au tuseme ni mambo ambayo watu wengi huwa hatukuyazoea kuyasema. Jambo mm -hmm, la kwanza ni ongezeko la kasi ya ukamilishaji miradi ya maendeleo, na hii inaendana na kuongezwa kwa bajeti katika ufuatiliaji na tathmini ili miradi ya maendeleo ikamilike ndani ya wakati na kwa ubora unaotakiwa. Alafu kitu cha pili ambacho ni kipya kabisa uwekezaji kwenye thamani ya mazao kwa kwa wakulima. Hili ni tofauti na watu wengi wanavyodhani kwamba thamani ya mazao ni pale wanapokwenda kuyapata sokoni thamani ya mazao tunayoitima hapa, kiasi cha fedha mkulima anachokipata kwa kuuza mazao yake pale alipo. Thamani hii ina tofauti kubwa na ile ya sokoni, kwa sababu sokoni, mara nyingi, thamani inaweza kuwa kubwa, lakini gharama kubwa inatumika katika kusafirisha, kuuziana, yani ile wanaita middlemen trading na hata thamani uh, ya kutunza na kuuza pale sokoni. Sasa tunataka kupunguza gharama za kufanya huo mchakato wa kuongeza thamani ili thamani halisi ya mazao eneo yanapozalishwa ikawa ina uwiano mkubwa na ile inayopatikana sokoni. Nadhani Wizara ya Kilimo inaongoza katika jambo hili ambalo pia linaonekana kusimamiwa kwa karibu na Wizara ya Kilimo, mipango na Wizara ya Uchukuzi. Sasa hivi ni asilimia hamsini na saba. Je, yeah, tunaweza tukakusanya tutakusanyia wapi hizo pesa? Kwa kodi za wananchi tu ama kuna vyanzo vingine? Kodi za wananchi ni moja ya chanzo muhimu na ndicho chanzo kikubwa kinachoonekana katika hili. Lakini pia kumbuke kuna maduhuli mapato ambayo serikali inapata kutokana na matumizi ya rasilimali za umma, na zaidi nimeona hata mapato yanayotokana na kukodishwa kwa majengo ya serikali, kumbi za mikutano, kumbi za starehe na mambo mengineyo. Yote haya ni michango ya ndani ya wananchi wenyewe kujitahidi kupata fedha na rasilimali zingine kuendesha shughuli za nchi, lakini pia katika kuwekeza kwenye uchumi na uzalishaji kwetu. Hili ni jambo moja kubwa lakini pia umeona kwamba kiasi kingine kikubwa tu kitatokana na uh, michango na misaada kutoka kwa nchi wa hisani, huku madeni pia mikopo ikichangia kiasi kikubwa pia. Yote haya ni yale ambayo wananchi watahusika kulipa moja kwa moja, kama sio leo ni kesho, kwa kuwa mikopo hii ni mali inayokuja kulipwa na vizazi vyetu. Uh, lakini hivyo ambavyo umevisema tunaona vinachangia sana katika ukuaji wa deni la taifa tukiona sasa hivi deni limekuwa ukilinganisha na mwaka elfu mbili ishirini na moja tunakoenda ni kuzuri. Bajeti hii unasema kwamba tunaweza tukapata tena pesa kupitia mikopo ama nchi zingine kutusaidia, hatuna vyanzo vyetu wenyewe vikasaidia sisi katika kutenga bajeti zetu wenyewe za ndani, tukaendeleza vitu vyetu tofauti na mambo mengine. Kwa mtu mwenye akili za kiuchumi, mkopo si tatizo hata kidogo bali pale ambapo uwezo wa kulipa mkopo huo unapokuwa mdogo au kushindikana kabisa kwa Tanzania na kwa na ambavyo deni la taifa limekuwa likiongezeka na kulipwa, inaonyesha kwamba uwezo wa Tanzania kulipa deni la kitaifa ni mkubwa sana kiasi kwamba hatuna haja kabisa ya kuogopa juu ya kile tunachokikopa. Kitu pekee tunachoweza kukiangalia Watanzania ni kuhakikisha zinawekezwa katika maeneo inayokusudiwa na wizi na ubadhirifu kwenye eneo hilo unapungua iwezekanavyo. Lakini pia nitahadharishe jambo moja, kwamba mara nyingi watu tumekuwa tukitupia macho kwenye ukubwa wa deni la taifa bila kuangalia wingi wa rasilimali tulizonazo na ambazo pia zinasaidia kulipwa kwa deni hilo, na zaidi pale ambapo hatutaki kuboresha miundombinu ya uzalishaji inayozalisha rasilimali na fedha na na kodi inayokwenda kulipa mikopo hii. Kwangu mimi, kama tukiwekeza katika maeneo haya, deni la taifa halijawahi kuwa shida na halitakuwa shida kwa sasa hadi miaka mingi ijayo, na uwezo wa Tanzania kulipa deni hilo ni mkubwa ukilinganisha na kile ambacho tunakikopa ili kuwekeza kwenye miundombinu mikubwa, miradi mikubwa ya, ya, ya uzalishaji na maeneo mengine yenye tija kwa taifa. Ili mtu kufaulu lazima ufanye tathmini. Tukiangalia mwaka jana ilikuwa ni trilioni hamsini. Mwaka jana tulifaulu katika bajeti ambayo tulikuwa nayo na katika mipango ambayo tulijiwekea kitaifa, na mwaka huu tufanye nini hasa ili kuweza kufanikiwa licha ya bajeti ambayo tayari inaenda kusomwa kwamba ni trilioni hamsini na saba. Moja ya kitu ambacho wa kwa kweli watanzania hatujajikita ipasavyo ni kufanya tathmini ya utekelezaji wa mipango iliyopangwa. Jambo hili si jukumu tu la serikali, hili ni jukumu la letu sote kama wananchi, asasi za kiraia, taasisi huru, mashirika ya dini, mashirika ya mengineo yoyote yanayojihusisha na maendeleo ya nchi na wananchi. Sote tunafanya uh, tunafaa kufanya tathmini mara kwa mara kuhakikisha mipango na bajeti zetu zinatekelezwa na zinatekelezwa kwa tija. Jambo hili uh, lilianza kufanyika kwa kiasi na kwa kasi kubwa na kupitia asasi za kiraia ambazo kwa muda mwingi zimekuwa zikiangalia utekelezaji wa mipango ya maendeleo katika ngazi ya halmashauri na vijiji, lakini bado ninahitaji kuhimiza kwamba na wadau wengine tushirikiane sana kufanya tathmini hii. Lakini kwa upande wa pili, tukumbuke pia kuwa serikali kupitia wizara zake ina vitengo mbalimbali vya kufanya ufuatiliaji na tathmini na taarifa zinazotolewa mara nyingi zimekuwa zikionyesha mafanikio katika utekelezaji, ingawa taarifa inayotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali wa hesabu za serikali inaonyesha pia kuwa kuna changamoto kadhaa, mojawapo ikiwemo matumizi mabaya ya rasilimali na wakati mwingine matumizi ya rasilimali bila vielelezo vinavyohitajika.